Leo ilikuwa ni siku ambayo ni upande wa serikali kuweza kuleta kuleta majibu kufanya majibu hoja zetu ambazo zilikuwa zimezileta si kuhusiana na kesi nzima kuweza kuendeshwa kwe, kwa njia ya kimtandao badala ya, badala ya, ya, ya kusikilizwa pande zote mbili mbele ya, mbele ya mahakama kufanyika ana kwa ana mbele ya, ya mahakama kama ambavyo kanuni na sheria za nchi yetu mara nyingi zinazodai ni kitu cha asili. Sasa upande wa serikali umeweza kufanya majibu ya hoja zetu, na baada ya hapo, na sisi tukawa tuna hoja zetu za mwisho kuweza kupinga au kuweza kusaisha kile ambacho serikali walikuwa wame sema ili mwisho wa siku kuweza kuwezesha mahakama kuweza kutoa uamuzi. Hoja zilikuwa zimejikita kwamba tuna ni haki ya mteja wetu kuletwa mahakamani, kwa sababu yeye tayari katika ile siku ya tarehe kumi ya mwezi wa 4 mwaka ishirini na tano alipata dhamana, na kwa kuwa hii kesi nahusu tayari ana dhamana za kesi za jinai ni kwamba mtu ukiwa na dhamana ndani ya siku zile, siku unapokuja mahakamani lazima uje, kesi inavyoitwa, lazima utokee mahakamani, uweze kusikilizwa katika kesi ya jinai, kusikilizwa nyumbani kwako au kwingineko, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa sababu unakuwa uko nje kwa dhamana kwa sasa, mteja wetu katika kesi hii Ndugu Tundu, Tundu Antipasi Lissu ana dhamana, na kwa maana hiyo yeye anatakiwa kila kesi inapoitwa, kesi hii ya, ya, ya kuchapisha taarifa za uongo, lazima atokee mahakamani. Sasa sivyo ilivyo, kwa sababu tumekuwa tunaendesha kesi hii kwa njia ya kimtandao, na mteja wetu akiwa anafahamu haki yake au haki zake za, za, za, za kisheria amekazania kwamba hawezi kushiriki, kwa hiyo kule magerezani vilevile kushiriki akushiriki upande. Sisi tulikuwa upande wa mahakama, mahakama ilikuwepo alafu ilikuwepo sisi wa upande, upande wa utetezi na mawakili wa serikali, wao walishiriki kwa njia ya kimtandao, na kule gerezani wale maafisa wa magereza walishiriki na kama unafahamu kutolewa uzi wa wa kimtandao wa watu kuweza kujiunga, baadhi ya wa watu wameweza kujiunga, bali kwamba kulikuwa na changamoto zake, hiyo kesi imeendeshwa hivyo. Kwa hiyo sasa, baada ya kusikiliza pande zote hizo mbili na hizo hoja, mahakama imepanga kwamba itatoa wa uamuzi wake mnamo tarehe sita ya mwezi wa tano mwaka ishirini na tano saa nne asubuhi. Asanteni sana. Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe.